73 usaili wa awali. Lakini mambo matano, Mei Mosi, kilio cha mishahara, vyama vya wafanyakazi wadau watoa kauli ya hatua za haraka kuchukuliwa. Rais Samia aachiwa zigo la kuamua, lakini awakumbushia ahadi za maslahi bora. Hiyo ni habari ukurasa wa nne. Lakini teki wanaotaka mabadiliko wasikilizwe wasema wanaotaka mabadiliko wasikilizwe. Gharama za kupandikiza mimba shilingi milioni 14, wadau wa paza sauti. Lakini mapya, ajali ya Precision, abiria wadai fidia shilingi bilioni 7.2. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Mwananchi tuangazie sasa, eh, kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo eh, lenye lina habari kubwa eh, inayosema wabunge wa charuka wakitaka nemki iwe mamlaka isingiliwe. Wabunge wa charuka wataka nemki iwe mamlaka isiingiliwe, lakini Heche atoa kauli nzito wakiteta na wagombea. Heche atoa kauli nzito wakiteta na wagombea, ni katika mwendelezo wa vuguvugu eh, za no reform no election. Awashangaa makada wa Chadema wanaotaka hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa pili. Lakini Osha yaja na hoja e, nyeti kwa taasisi. Osha yaja na hoja nyeti kwa taasisi, lakini ijue historia ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar ndani ya gazeti lako la Nipashe. Lakini wafanyabiashara manispaa wavutana ujenzi soko jipya, wafanyabiashara manispaa wavutana ujenzi soko jipya. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye kurasa za mbele lakini habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe ni wabunge wa charuka wakitaka nemki iwe mamlaka isingiliwe kwa chana, gazeti ya Nipashe. Tuangazie gazeti lako la Rada lenye linaanza na habari inayosema fahamu hatua za kumpata papa. Lisu azivuruga sistem Chadema, lakini wanachama wagawanyika j55 ya kamguu sawa. Hiyo ni habari ukurasa wa saba, lakini bosi hospitali ya seriani eh, matatani. Bosi hospitali ya seriani matatani hayatuhumiwa kwa unyanyasaji waumini KKKT wa chachamaa. Hiyo ni habari ukurasa wa ukura pili, lakini bado kuna habari inayosema msemaji wa serikali e, umevuka mipaka ya rada, lakini marekani kumkamata Traore. Hiyo ni habari ukurasa wa 14 wa gazeti lako la rada, pate nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia gazeti lako la mtazamo mpya e, habari makini linaanza na habari inayosema matokeo ya usaili kuandika TRA wasomi wengi wangu kiapua lakini washindwa kufikiwa viwango vinavyohitajika wapo mahiri eh, wapo wahadhiri wanaosheria na wanaesemu, lakini waliochaguliwa wa kukumbana na mtihani wa maongezi wadau wahoji uwezo wa vyuo vikuu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mtazamo Mpya. Lakini fomu za ubunge siti wa zalendo za gombewa majimboni e, fomu za ubunge siti wa zalendo za gombewa majimboni. na Papa Francis hakusahau Tanzania. Papa Francis ya kusahau Tanzania. Eh, kabla ya kifo chake, alimtumia Rais Dr. Samia ujumbe huu. Lakini msaada wa Samia Legal Aid wa wakuna UWT, msaada wa Samia Legal Aid wa wakuna UWT, ambari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya. Lakini kwenye gazeti lako eh, gazeti lako la uelekeo lenye nambari kubwa inayosema Dr. Samia apewa tano kwa ruzuku ya mborea Dr. Samia wapewa tano kwa ruzuku ya mbolea, uzalishaji kahawa wa Pambinga. Lakini UWT yampa maua yake kampeni msaada wa kisheria, wabunge walilia Nemki iwe mamlaka, wabunge walilia Nemki iwe mamlaka. Lakini Dr. Biteko amwakilisha Samia weke, wekaji wakfu askofu mteule Dr. Biteko amwakilisha Samia uwekaji wakfu askofu mteule. Lakini Tanzania yaondoa e, eh, marufuku uagizaji mazao ya kilimo. Tanzania yaondoa marufuku uagizaji mazao ya kilimo, yenye habari kwenye gazeti la kula uelekeo kwenye kurasa za mbele. Pate nakala yako kwa habari kwa kina. Tukiangazia gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge linaandika, Dr. Biteko awapa kibarua viongozi wa dini. Dr. Biteko awapa kibarua viongozi wa dini, awataka kuendelea kuliombea taifa ni katika ibada ya kumsimika kazi kumsimika kazini askofu Mihali wa Iringa. Lakini asisitiza msimamo wa serikali kuwa uchaguzi huru na haki. teki yaipongeza kuendeleza uhuru wa kuabudu nchini. Lakini kanisa la Wasabato Kinondoni la jana wiki waliombea taifa. UWT yampongeza rais Samia huduma za sheria. UWT yampongeza rais Samia huduma za sheria yuni habari kwenye gazeti la Machinga ukurasa wa mbele. Lakini kuna habari bado inayosema rais Laurenko wa Angola ashinda tuzo ya Babakari Ndiaye ujenzi wa miundombinu 2025, lakini eh, mdolo wa mziki wa rais Samia ni mnene umwagiliaji. Huyo ni mdolo wa mziki wa rais Samia ni mnene umwagiliaji. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Machinga, lakini habari kubwa ndani ya gazeti hili ni UWT wampongeza rais Samia huduma za sheria Chatanda asema kupitia Mama Samia Legal Aid amesaidia mamia wananchi mikoani. Dr Tulia eh, naye ang'ara, habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la Wamachinga. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiachana gazeti la Wamachinga eh, tuangazie kwenye gazeti lako la Majira. Naanza na habari kubwa inayosema rais Samia apokea ujumbe wa hayati Papa Francisco, lakini ni ule aliandika siku chache kabla ya kufariki dunia, ulikuwa na sehemu ya pongezi na muungano upokea eh, kwa unyenyekevu. Habari ukurasa wa nne, lakini kuna habari inasema Benki ya Dunia yaimwagia sifa Tanzania usimamizi wa uchumi, lakini Majaliwa aagiza ufuatiliaji wa, wa watendaji vyama vya ushirika. Mpango afafanua namna bora za kumwenzi papa, lakini diplomatic safari na tuwa iandika historia kumbukumbu ya kipekee ukurasa wa mbele. Lakini wabunge wa charuka bungeni waitaka nemki iwe mamlaka, gazeti la kula majira ukurasa gazeti la kula Raia Mzalendo ukweli na uwazi linaandika Rais Samia amekiheshimisha chama, huyo ni seki Kasuga. Lakini Mchengerwa awasihi wananchi kuenzi muungano, wabunge wa charuka bungeni wakitaka nemki iwe mamlaka, wataja faida lukuki za kuwa mamlaka, wasema kuwa mamlaka ni ukombozi wa mazingira, wahoji mchakato huo kuchukua muda. Lakini ATCL yaanza safari za moja kwa moja Kishasa DRC. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini kwenye gazeti lako la Raia Mzalendo ukurasa uh, wa mbili ni habari kubwa ni wabunge wacharuka bungeni uh, wakitaka nemki iwe mamlaka uh. Tuachane sasa na kurasa za mbele za magazeti mbalimbali nchini Tanzania, tuangazie kurasa za michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la raia mzalendo linaandika mtibwa yarudi ligi kuu tena, simba yatinga fainali, raisi awapongeza kibadeni, ampongeza fadru. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la raia mzalendo kurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la mtazamo kwenye michezo linaandika Simba yatinga finali shirikisho la Afrika. Nobo wa Fountain Gate atimka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mtazamo mpya kurasa za michezo. Lakini gazeti lako la majira na lenye kwenye michezo linaandika Simba yatinga finali kombe la shirikisho kibabe. Rais Samia awapongeza kukutana na RS Berkane finali. Tanzania yatinga nusu finali michuano ya futsal Afrika. Lakini Tanzania bingwa michuano ya shule barani Afrika. Hilo ni gizi lako la Majira. Lakini gizi lako la Mwelekeo linaandika Yanga yataka kuibomoa Azam. Simba yatinga fainali shirikisho, Dr Samia amwagia pongeza. Lakini mkataba mpya eh, mkataba mpya wa Ronaldo ni kufuru eh, mkataba mpya wa Ronaldo ni kufuru, lakini kwenda huko Uarabuni. Al Ahli ya mtimu wa kocha wake ni kushindwa kutamba mbele ya Mamelodi Sundowns na kuingia fainali eh, sasa Al Ahli ya mtimu wa kocha wake. Hilo ni gazi lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la habari leo kuna michezo linaandika eh, Simba ya Tinga fainali, Samia haipongeza. Lakini Fursal kibaruani tena Morocco leo. Lakini Liverpool mabingwa wapya England, hilo ni gazeti lako la habari leo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti gazeti la michezo na burudani linaandika unyama sana. Ikiwa na picha kubwa ya Kibu Dennis Kibudi eh, Rastaman akiwa ndani ya shangwe habari hii ni moja tu leo kwenye gazeti la kula Mwanaspoti, ni unyama sana Simba hiyo fainali hiyo, ndo habari kabisa kwenye gazeti la Mwanaspoti ukurasa wa mbele. Na gazeti la kula Mwanaspoti ukurasa wa mbele eh, bado linatuandikia habari inayosema Pasaka imepita lakini dabi ya Kariakoo bado haijafufuka. Kaseja ana kibarua cha msimu elfu eh, mbili eh, ishirini na tano, ana kibarua msimu elfu mbili